Kwanza nianze kwa kutoa pole nyingi kwa haya ambayo yametokea kwenye taifa letu ambalo kwa kweli kama taifa tumepita kwenye kipindi chenye mtihani, lakini ninaamini kwa ustamilivu wa taifa letu na Tanzania wetu na eh, uwezo wa viongozi wetu tutavuka salama. Uh, kwenye haya ambayo uh, tumeyapitia na mimi nilisema nitoe ya kwangu machache. Kwanza kabisa nianze kwa kushukuru sana hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan ambayo ameitoa jana tarehe kumi na nne mwezi huu wa kumi na moja wakati akilihutubia bunge na akafungua bunge. Hotuba ya Mheshimiwa Rais imejibu na imejibu matarajio na mahitaji ya Watanzania. Uh, Mheshimiwa Rais amezungumza mambo mengi na mambo mazuri ambayo kimsingi uh, yanakwenda kulisaidia taifa letu na nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Miongoni e, mwa mambo ambayo e, watanzania na jamii ya Watanzania tulikuwa tukiyasubiri kwa hamu ni kuona e, kuwa na maridhiano ya kitaifa. Mheshimiwa Rais amefungua hilo jukwaa e, kwamba sisi sote ni watanzania na hata tunapotofautiana kwa itikadi eh, na vyama vyetu eh, udini wetu, makabila yetu, lakini bado tunabaki kuwa Watanzania. Na kama tunabaki kuwa Watanzania, hatuna sababu ya kuliharibu taifa letu kwa sababu sisi sote ni Watanzania. Kwa mheshimiwa rais amezungumza na amefungua mlango wa mazungumzo hii ina, inatupa eh, jambo gani? Moja eh, tunaye kiongozi msikivu, kiongozi ambaye anasikiliza, lakini pia tunaye kiongozi ambaye anafanyia kazi eh, anafanyia kazi eh, yale yanayohitajika au yale yanayozungumzwa eh, na, na wale anaowaongoza. Kwa hiyo mimi eh, kama, kama, kama, kama mdau wa masuala ya amani lakini pia kama kundi maalumu ambalo kimsingi eh, ndilo kundi linalo athirika zaidi pindi tunapokuwa tukipoteza amani eh, kwangu mimi na wenzangu tumefurahi sana kwa sababu kwa nini tumefurahi? Tumefurahi kwa sababu moja: Watu wenye ulemavu ndio wamekuwa waathirika wakubwa pindi haya matukio ya uvunjifu wa amani wanapotokea. Mwenye uwezo wa kukimbia anaweza kukimbia, lakini mwenye eh, ulemavu wa miguu hawezi kukimbia. Mwenye kuona anaweza kuona njia ya kukimbilia, lakini asiyeona hawezi, kwa sababu ana ulemavu wa kutokuona Kiziwi eh, anaweza kushindwa kuona wapi kusikia wapi kuna hatari, na badala yake akaifuata ya hiyo hatari. Lakini yule ambaye ana uwezo wa kusikia anaweza kusikia na asielekee huko kwenye hatari. Kwa hiyo sisi, kuwa na mazungumzo ya kitaifa yanakwenda kusaidia makundi haya na Watanzania kwa ujumla. Eh, kuishi kwenye taifa ambalo tulizoea kuishi kwa amani na kufanya shughuli zetu kwa. Kwa hiyo sisi kama, eh, kama kundi eh, miongoni mwa makundi yaliyokuwa kwenye jamii, mara zote tumekuwa tukisisitiza kwamba kama taifa tunahitaji kulinda sana amani yetu, na kama tunahitaji kulinda amani yetu, basi vile viashiria ambavyo vinataka ku vuruga amani yetu, basi kwa pamoja tuna tunao eh, nguvu ya pamoja ya kuweza kuvizuia visiweze, visiweze kuharibu amani yetu.